Nimekuwekea huu mchanganyiko kwa sababu wengi huwa wanahitaji wana, wana ili fundisho kila wakati liwe lina, linawekwa, na nimeona wacha nikurudishie tena, usio shida. Watu nguvu za kiume, na na tangawizi aidha, uh, iwe mbichi ama chukua tangawizi kama ni mbichi. Chukua tangawizi mbili kata Zile, zile, aina mbili. Chukua, kata, kata vipande, alafu, unaweza kuponda kidogo, ikawa laini, chukua pweza ambaye inawezekana hajaiva lakini amechemshwa kidogo, au unaweza kama mbichi kabisa. Chukua na pilipili manga, chukua na pilipili manga. Leo nimeamua kukuletea picha zote, wewe unaziona, ili mradi usio unapata shida kuuliza, eh, tangawizi nini? pilipili manga ni kitu gani? Hasa unachukua na ile pilipili manga, pamoja na kitunguu maji, na kitunguu maji, eh, kata vipande vidogo, vidogo, weka limao ya kutosha E, changanya mchanganyiko huu wote pamoja, chemsha, pata ile supu yako, chemsha. Baada hapo, mimina kwenye kikombe cha chai huo na kunywa. Unaweza kuchukua ki nusu kikombe cha chai au hata kikombe kizima, haina shida. Kunywa asubuhi na jioni, utaona msimko wa hali ya juu na nzuri sana, na wala usijaribu kama ukiwa una mke utapata shida. Naamini kabisa kwamba ni mchanganyiko mmoja mujarabu sana, na wengi ambao wametumia wamepata wa majibu. Na kwa sababu wewe una hiyo changamoto, hebu tumia uone, hali itakapokuwa najitokeza, na nikukumbushe, mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalam Mandai. Kama una changamoto zozote, basi unaweza ukanipigia namba yangu, ni sufuri saba nne tano mia tisa mia sita. Au kama uko nje ya nchi, unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha, mbili tano tano saba nne tano Tisa sefuri sefuri, sita sefuri sefuri. Na kukumbusha zaidi, mimi napatikana maeneo ya Ukonga, maongola ndege ndiko naopatikana. Kwanza asubuhi saa moja mpaka jioni saa moja, siku zote napatikana a ofisini kwangu maeneo ya Ukonga. Karibu sana. Na nikueleze tu kwamba kufika kwako kwangu hautaweza kwa kujutia. Naamini kwamba kila kitu kinawezekana.